Kwenye huduma za afya tumesema, katika wilaya ya Nyasa kwanza, tutaendelea kuiboresha hospitali yetu ya wilaya iwe na vifaa vingi zaidi, iwe na majengo mengi zaidi, lakini pia iwe na madaktari wengi zaidi. Lakini pia katika miaka mitano tunakwenda kujenga zahanati mpya kumi Nyasa, lakini pia tunakwenda kujenga vituo vipya vya afya sita, na katika hivyo vituo sita, hapa kinakosekanaje? Lituhi kinakosekanaje? Lakini pia kwenye elimu tumeamua katika miaka mitano inayokuja tunakwenda kujenga shule za msingi mpya tisa sekondari mpya sita, na kwenye, shu, sekuna, na kwenye shule za zamani, kwenye shule za msingi na sekondari tunakwenda kuongeza madarasa mapya 210 na, na ili watoto wetu waweze kuwa wanasayansi wazuri tunakwenda kujenga maabara mpya kumi na nane lakini vile vile tunakwenda kujenga stendi ya kisasa pale Kilosa, lakini pia mikopo mikopo ya asilimia kumi kwa vijana wanawake, na watu wenye ulemavu itaendelezwa. Lakini pia katika siku mia moja za kwanza za utawala wa rais Samia Suluhu Hassan tunakwenda kutenga shilingi bilioni mia mbili kwa ajili ya mikopo ya wajasiriamali wadogo wadogo lakini umeme umefika kwenye vijiji vyote. Miaka hii mitano nataka niwahakikishieni, tutaufikisha kwenye vitongoji vyote. Lakini pia kitaifa, tunakwenda kutenga ajira, kutengeneza ajira kwenye sekta rasmi na sekta isiyo rasmi, kwa vijana, ajira mpya milioni nane. Katika sekta ya maji, jitihada zinalenga miradi ya upatikanaji wa maji kwa lengo la kuongeza asilimia ya upatikanaji upatikanaji maji kutoka asilimia 68 tufike asilimia 90 ili kufikia lengo hili, miradi ifuatayo itatekelezwa: ujenzi wa mradi wa maji Ruhangarasi, Ruhindo, Malini, Chiulu, Mipotopoto, Rumeme na mawasiliano. Ya pili, ukarabati wa mradi wa maji Lundo, Ngindo, Ngombo na Ngombo Kilosa, Ndengele, Mbuyula, Mbanga, Puula, Songambele na Ngumbo Lituhi nne kujenga visima virefu kwenye vijiji ambavyo havina maji ya kutosha ili kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama. Pia kufunga machujio ya kusafisha maji ili kuhakikisha maji yanatoka safi na salama katika maeneo yote, lakini pia kuongeza mtandao wa maji maeneo ambayo maji hayajafika ili kuhakikisha maeneo mengi yanapata maji safi na salama. Barabara: ujenzi wa barabara ya Mpempo Lusewa Nondo kilometa 16 kwa kiwango cha changarawe, ujenzi wa daraja la zege lenye urefu wa mita 60 katika barabara ya Kilosa Likwilu Malini, kuanza ujenzi na ukarabati wa daraja la Mitomoni, ujenzi wa barabara ya Mtuha Lipalamba kwa kiwango cha changarawe, ujenzi kwa kiwango cha lami barabara ya Mbamba Bay Liuli Lituhi kilometa 112, ujenzi wa barabara ya Nyoni Maguu kilometa 25 kwa kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya Lupilo Malinyi Kilosa Mpepo Londo Kitanda kilometa 296 kwa kiwango cha lami, ukamilishaji wa barabara ya Kitahi Lituhi kilometa 93, ikijumuisha sehemu za Manikoro Rwanda kilometa 35 na Rwanda Ndumbi kilometa 50.